Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel, Online television ya Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo kwenye kipindi chetu nitaongelea juu ya uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na hasa hasa kuhusiana na benki ya CRDB ambayo hivi karibuni imetangaza gawio kwa mwaka unaoishia 2024. Kwa hiyo kwa hiyo, kuwa nami nikueleze kwa undani kuhusu mambo hayo. Kwa wale ambao wananifuatilia watakumbuka kuwa kwenye vipindi vilivyopita nilisema kuwa kuna njia kama za kutengeneza kwenye kutumia kwa kuwekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na njia moja hapo ni kuwa unawekeza kwenye hisa za soko la Dar es Salaam na unapata faida kutokana na gawio linalolipwa na zile kampuni zenye hisa kwenye soko la Dar es Salaam. Njia ya pili nilisema ni ile kama ya kufanya betting, kwa maana kuwa unawekeza kwenye soko la hisa kwenye kampuni, lakini sasa unachoangalia sio swala la gawio zaidi. Wewe unaangalia swala la zile hisa zinapobadilika bei mara kwa mara. Kwa hiyo wewe unaangalia, unanunua wakati bei za hisa ziko chini na unauza wakati bei zimepanda. Sasa tofauti ya bei ya kununua na kuuza ndio inakuwa faida kwako. Sasa leo sitaizungumzia hilo. Leo nitaizungumzia swala la kampuni zinalipa gawio kutokana na hilo gawio. Gawio kwa Kiingereza ni dividend. Kutokana na hiyo gawio ndio unakuwa amepata faida sasa. Nilielezea huko nyuma kuwa unafanyaje kama unataka kuwekeza kwenye soko la hisa na matarajio yako ni kupata fedha kutokana na gawio. Kitu cha muhimu ni kwa kabla hujafanya maamuzi, inabidi upitie kwenye website ya soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa kule kwenye website utaona kuna ripoti mbalimbali za makampuni ambayo yanahisa ya kwenye soko la hisa. Sasa kwenye hizo ripoti utaona jinsi ambavyo wamelipa magawio kwa miaka mbalimbali. Kwa sasa wewe unaangalia magawio yalivyolipwa, na utagundua kuwa kuna makampuni mengine yanalipa magawio makubwa kuliko mengine. Sasa kwa kuwa wewe unataka faida kubwa basi jaribu kuangalia yale makampuni ambayo yanalipa magawio makubwa. Kwa hiyo hicho ndio kitu tunachotakiwa kufanya. Na nilisema kuwa jaribu kuangalia kampuni kama tatu nne hivi za soko la hisa la Dar es Salaam ambazo zinalipa magawio makubwa. Halafu ufanye sasa uchaguzi. Kama hela yako haitoshi, fanya uchaguzi wa kampuni moja na ukishaichagua sasa unakwenda kwa agenti kwa sababu kwenye Dar es Salaam Stock Exchange unanunua hisa kwa kupitia kwa maagenti. Sasa unakwenda kwa agenti, unamwambia nataka kununua hisa za kampuni fulani ambayo iko Dar es Salaam Stock Exchange. Sasa yeye unamwachia hiyo kazi, ambapo yeye anaifanya, na akifanikiwa kupata hizo hisa atakuja kwako, atakwambia, na atakwambia bei za hisa ni kiasi gani. Kwa hiyo utatoa pesa, unanunua hizo hisa baada hapo unangojea gawio litakapotoka, ili nawewe uweze kupata faida yako. Sasa kwa kama nilivyosema, kwa mfano sasa, kama wewe ilikuwa umechagua kununua hisa za soko hisa za benki ya CRDB mwaka jana mwishoni ulitengenezwa mahesabu na ikaonekana wale wa wakurugenzi wa wakapendekeza waka gawio na hilo gawio likapeekwa kwenye mkutano wa wanachama na likapitishwa. Kwa sasa ninachotaka kusema ni kuwaelezea lile gawio la CRDB kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ilikuwaje na je, kama wewe hujanunua shares au hujanunua hisa za CRDB unavutika na ukashawishika, ili umtume ajenti wako akakununulie hizo hisa. Kwa hiyo ngoja, subiri kidogo, nitakueleza sasa. Twende kwenye kuangalia benki ya CRDB. Kwa wale wasiofahamu hisa eh, za CRDB zina zinatafutwa kwelikweli na nafikiri zinatafutwa kwa sababu labda ya mambo yake ya gawio. Sasa ni kuelezee, kwa mwaka uliopita, mwaka unaoishia Disemba 31, eh, 2024 walitangaza eh, kwenye mahesabu yao kwenye mahesabu yao ukipitia, ambayo yako kwenye, nimeangalia kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange nikaikuta yeah. Wameelezea kwenye mahesabu yao ya mwaka ulioishia tarehe 31 Disemba 2024, kwa walipata faida ya bilioni 449. Kwa hiyo bilioni 449 ndio faida ambayo CRDB walipata kwa mwaka wa, wa, wa ulioishia Disemba 31 mwaka 2024. Na sasa kati ya hizo waliamua kulipa dividend ni bilioni mia moja kumi na nane. Kwa hiyo bilioni mia moja kumi na nane walilipa dividend. Sasa unaweza ukaona e, jinsi hali ilivyokuwa. Na sasa uki, ukichukua uwiano sasa kati ya fedha walizolipa kama gawio na faida waliokuwa wamepata inakuja kama asilimia ishirini na tisa. Kwa hiyo maana yake ni kuwa Asilimia ishirini na tisa ya faida waliopata CRDB waliamua kulipa kama ni gawio. Sasa hilo eh, ni gawio nzuri, kwa sababu labda nikupe mfano. Kama ingekuwa wewe ume, umeamua kuwekeza kwenye biashara, yaani unafanya biashara zako we mwenyewe, na inafika mwisho wa mwaka unatengeneza hesabu zako. Kwa sasa kama unatengeneza hesabu zako zinaonyesha kuwa ume, ume- umepata faida e. Sasa kwa mfano hiyo biashara e, mko hauko peke yako, mko mko wengi kidogo. Sasa mnapoamua e, au owners wanapoamua kulipa dividend, ina maana hiyo dividend yenu iwe angalau asilimia ishirini na tisa ya faida mliopata. Kwa hiyo hiyo ni faida kubwa eh. Amili hiyo ni ni, ni ni ni gawio kubwa, kwa standardi za kawaida ni gawio kubwa. Kwa hiyo sasa, maana yangu ninachotaka kuambia ni kuwa kwa CRDB gawio wanaolipa hasa, ukichukua iliolipo mwaka uliopita, lina linaweza kukushawishi kuwa uende kuwekeza kwenye CRDB, kwa maana kwa inaelekea standardi zao za ulipaji wa, wa gawio ziko vizuri. Kwa hiyo kama una nini kwa ushauri, lakini usichukulie usi usichukulie kiuzito ki, ki hivyo, lakini kwa juujuu tu kwa kuanza, naweza nikwambia eh shares za CRDB zina, zina mvuto, lakini nakushauri nenda kwa, kwa wataalamu wenyewe naenda kapate kapate -kapate ushauri uliokamilika. Kwa sasa ndio mfano nimeona ni wapi mfano, kwa jaribu kuangalia eh, kwenye website ya benki, kwenye website ya Dar es Salaam Stock Exchange, na kule utakuta kuna ripoti mbalimbali za makampuni ambayo yamewekeza kwenye eh, soko la hisa la Dar es Salaam, na kule ndio utakuta Eh, magawio au dividendi ambayo yamelipwa kila mwaka. Sasa kama ulikuwa ujanunua hapo, unaweza ukafanya uamuzi, na kama umenunua, basi ni habari nzuri, kwa maana kuwa unakaa mkao wa kula kungojea hiyo dividend. Kwa hiyo kama wewe umeshawekeza CRDB, na uhakika eh, saa hizi pengine inawezekana umeshapata ume- umelipwa. Sasa inategemea umenunua shares ngapi, lakini kwa jinsi ilivyo ni mgao mzuri. Sasa kingine ni kuwa je, umenunua shia ngapi? Kwa sababu unaweza ukafurahia kwa ah, gawio wamelipa asilimia ishirini na tisa ya faida kwenye, kama ni gawio eh, ni sawa, lakini je, wewe una shia ngapi? Kama rafiki yangu ana shia tano au tatu <laughs> utakuwa unafurahia tu matunda ambayo wenzako wamefaidi. Kwa hiyo naona nimezungumza ni vya kutosha kuhusiana na swala zima la uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na leo nilikuwa ninaongelea jinsi ya eh, kupata gawio na nilichagua kampuni moja ambayo ni maarufu ambayo ni benki benki ya CRDB, ambao wametangaza gawio lao kwa hesabu zao zilizoisha Desemba thelathini na moja mwaka uliopita, na kama nilivyosema, wamelipa asilimia ishirini na tisa ya faida waliopata atama kujipakama ni gauo. Kwa hiyo nakupa angalau mwanga uweze kuona na wewe jinsi utakapokuwa unafanya maamuzi yako kuhusiana na kuwekeza kwenye soko la hisa. Uh, is naomba muendelee kuangalia vipindi vetu na yetu, ya Dira ya ujasiri ya mali inamotangaza na Tan Business Channel Online Television. Na mimi ni mtangazaji wa kipindi chako Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.